DW idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya jioni. Ujambo wa msikilizaji na karibu kwenye matangazo yetu ya wakati huu. Mimi ni Saumu Mwasimba, kwa niaba ya wenzangu wote tuwe pamoja hadi mwisho, lakini ningependa kuwaarifu pia kwa wale mnaotufuatilia kwa njia ya YouTube au Facebook na kutuona moja kwa moja kwa leo mtatuwia radhi kidogo, kuna matatizo ya kiufundi upande wa kamera moja kwa moja. Tunakwenda kwenye taarifa ya habari DW. Habari za ulimwengu, msomaji wako ni Tatu Karema, lakini kwanza ni muktasari wake. Waziri mkuu wa Israeli atoa wito wa kufukuzwa kwa Hamas kutoka Gaza. Siria yaanzisha kesi ya kwanza kuhusiana na ghasia za vurugu za mwezi Machi na Umoja wa Mataifa wasema hauna mabilioni ya dola kulisha wanaokabiliwa na njaa duniani. Habari kamili. Jerusalem. Waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu leo ametoa wito wa kufukuzwa kwa Hamas kutoka ukanda wa Gaza siku moja baada ya baraza la usalama la Umoja wa Mataifa kuidhinisha mpango wa rais Donald Trump wa amani kwa Gaza unaotoa msamaha kwa kundi hilo. Netanyahu amechapisha mfululizo wa ujumbe kwenye mtandao wa X kujibu matokeo ya kura hiyo ya Umoja wa Mataifa. Katika chapisho moja alimpongeza Trump na katika jingine alisema kuwa serikali ya Israel inaamini mpango huo utachochea amani na mafanikio, kwa sababu nataka kuondolewa kabisa kwa kundi la Hamas, kupokonya silaha na kuyasambaratisha makundi ya itikadi kali katika eneo hilo. Alipoulizwa kile alichomaanisha Netanyahu kwa kufukuzwa kwa Hamas, msemaji mmoja alisema kuwa hicho kitamaanisha kuhakikisha hakuna Hamas ndani ya Gaza kama ilivyoainishwa katika mpango wenye vipengele ishirini, na pia kwamba Hamas haina uwezo wa kutawala watu wa Palestina ndani ya ukanda wa Gaza. Damascus, Siria leo imeanzisha kesi ya kwanza ya washukiwa walioshiriki katika mauaji ya watu wengi yaliyotokea mwezi Machi mwaka huu katika eneo la Pwani magharibi mwa nchi hiyo na kusababisha vifo vya watu elfu moja mia tano. Washtakiwa kumi na wanne wanakabiliwa na mashtaka yakiwemo ya uchochezi wa kimadhehebu, wizi na mashambulizi dhidi ya vikosi vya usalama vya Siria. Jamaa wa Asiria walihudhuria kikao hicho cha leo katika mahakama itwayo Kasri la Haki mjini Alepo, ambayo ilikuwa chini ya ulinzi mkali wa polisi na pia kuachwa wazi kwa vyombo vya habari vya kitaifa na kimataifa miongoni mwa watuhumiwa hao ni waliokuwa wajumbe wa serikali iliyoondolewa madarakani ya Bashar al-Assad. Mmoja wa shtakio, lakini alikanusha matamshi yake ya kukiri hapo awali na kusema aliyatoa baada ya mateso. Bado haijajulikana kesi hiyo itaendeshwa kwa muda gani, ingawa imepangiwa kuendelea kusikilizwa mwezi Desemba. Roma. Shirika la mpango wa chakula duniani la Umoja wa Mataifa WFP limeonyalia kuwa kupunguzwa kwa ufadhili kunamaanisha kuwa litakumbwa na changamoto katika kulisha hata theluthi moja ya watu milioni mia tatu kumi na nane wanaokabiliwa na njaa kali mnamo mwaka elfu mbili ishirini na sita. Katika taarifa, shirika hilo limesema kupungua kwa ufadhili wa huduma za kibinadamu duniani kunalilazimisha shirika hilo kutoa kipaumbele cha msaada wa chakula kwa takriban theluthi moja ya wale wanaohitaji na kuwalenga watu milioni mia moja na kumi wanaokabiliwa na hatari zaidi. Pia limekadiria kwamba hatua hiyo italigharimu shirika hilo dola bilioni kumi na tatu, lakini likaonya kuwa makisio ya sasa ya ufadhili yanaonyesha WFP inaweza kupokea nusu tu ya kiasi hicho. WFP imesema watu milioni mia tatu kumi na nane wanaokabiliwa na njaa kali ni zaidi ya mara mbili ya idadi iliyorekodiwa mwaka elfu mbili kumi na tisa, huku mizozo, hali mbaya ya hewa na kuyumba kwa uchumi kukiwaathiri. Unaendelea kusikiliza taarifa hii ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn. Lagos. Afisa mmoja mkuu wa jeshi nchini Nigeria, waidi Shaibu, amewaamuru wanajeshi wake kupigana mchana na usiku ili kuwaokoa wasichana ishirini na tano wa shule waliotekwa kaskazini magharibi mwa nchi hiyo. Shaibu ambaye hivi karibuni alipandishwa cheo kuwa mkuu wa jeshi ameviambia vikosi vilivyopelekwa jana katika jimbo la Kebi kwamba lazima viendeleze juhudi za kuwatafuta wasichana hao. Ingawa polisi waliharakisha kufika shule ya sekondari ya wasichana katika mji wa Maga, genge hilo lilifanikiwa kuwateka nyara wanafunzi hao baada ya kumuua naibu mkuu wa shule hiyo. Uvamizi huo wa jana asubuhi ni wa hivi punde zaidi katika msururu wa utekaji nyara wa watoto wa shule kaskazini mwa Nigeria zaidi ya muongo mmoja baada ya Boko Haram kuwateka nyara wasichana mia mbili sabini na sita kaskazini mashariki, tukio lililozua taharuki ya kimataifa. Hatimaye Washington Marekani imesema leo kuwa imetoa tiba mpya ya kuzuia maambukizi ya virusi vya ukimwi kupitia dawa ya lenacapavir katika nchi mbili za Afrika, miezi kadhaa baada ya rais huyo kupunguza kwa kiasi kikubwa misaada ya kimataifa. Mkurugenzi mtendaji wa Global Fund Peter Sands amesema kwa ujumla takriban dozi elfu moja zimewasilishwa nchini Swatini na Zambia na zitaanza kutolewa wiki hii. Marekani inapanga kupanua usambazaji wa dawa hiyo kwa kuwa kwa kufanya kazi na kundi la kimataifa, Mfuko wa Kimataifa wa Kupambana na Ukimwi, kifua kikuu na Malaria, pamoja na kampuni ya dawa ya sayansi ya Giliadi. Na huo ndo mwisho wa taarifa hii ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn. DW dunia yetu leo jioni. Tatu Karema, asante sana kwa taarifa hiyo ya habari na msikilizaji, tuingie katika uchambuzi wa dunia yetu leo jioni, tukiangazia yale muhimu tuliyoyapa kipaumbele jioni hii. Nchini Tanzania mara nyingi tunategemea kupata kutoka nje mikopo kutoka kwa taasisi mbalimbali za kimataifa mabenki ya kimataifa lakini yaliyotokea nchini kwetu yametutia doa kidogo kwa hiyo huenda yakatupunguzia sifa ya kupata hiyo mikopo kwa urahisi. Ni Rais Samia Suluhu Hassan anatoa ujumbe hapo wa kuwatahadharisha Watanzania kuhusu uwezekano wa kukabiliwa na hali ngumu ya kupata misaada na mikopo ya kimataifa baada ya machafuko yaliyofuatia uchaguzi mkuu. Na tutaangazia namna raia wa Kenya na Tanzania walivyoonyesha ushirikiano wa mshikamano wa kisiasa wakati na baada ya uchaguzi mkuu Tanzania na tutaimulikia pia ziara ya mwanamfalme wa Saudi Arabia nchini Marekani. Je, ina umuhimu gani? Nam, ni ziara yenye umuhimu kwa kuzingatia kwamba uhusiano wa Marekani na Saudi Arabia uliingia doa wakati kwa uka kipindi cha urais wa o Biden. Naamini bado upo nasi, msikilizaji. Ni dunia yetu leo jioni kutoka DW Kiswahili. Ujumbe wako pia tunaufuatilia katika majukwaa yetu mbalimbali, utakapotuandikia na tutausoma hapo baadaye. Tuanzie uchambuzi wetu wa Afrika Mashariki, huko Tanzania ambako rais wa nchi hiyo Samia Suluhu Hassan amesema kuwa viongozi aliowateua katika baraza lake jipya la mawaziri wanatakiwa kwenda kuchapa kazi kwa kuwatumikia wananchi, huku akigusia changamoto ya rasilimali fedha katika serikali yake kwamba huenda Tanzania ikakosa msaada wa kifedha kutoka nchi wa hisani hasa mara baada ya ya nchi hiyo kutiwa doa kwa yale yaliyotokea kabla na wakati na mara baada ya uchaguzi mkuu wa Oktoba 29 mwaka huu. Akiwa Dodoma yaliyopo makao makuu ya Tanzania, mwenzangu ndio Kaji Makomba ametuandalia taarifa ifuatayo kuhusiana na kauli hiyo Rais Samia kauli hiyo ya rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan ameitoa leo hii mara baada ya kumaliza zoezi la kuwaapisha mawaziri na manaibu waziri katika hafla fupi iliyofanyika kwenye viwanja vya ikulu ya Chamwino jijini Dodoma, na kuhudhuriwa na viongozi mbalimbali waandamizi wa chama na serikali. Katika hotuba yake iliyodumu kwa takriban dakika kumi, rais Samia amesema kuwa matukio yaliyojitokeza nchini Tanzania katika wiki za hivi karibuni yanaweza kuathiri kwa kiasi fulani taswira ya nchi kimataifa, hasa katika masuala ya kifedha na uwezo wa serikali kupata mikopo kutoka kwa taasisi za kimataifa. Kama mnavyojua mara nyingi tunategemea kupata kutoka nje mikopo kutoka kwa taasisi mbalimbali mbali, za kimataifa mabenki ya kimataifa, lakini yaliyotokea nchini kwetu yametutia ya doa kidogo. Kwa hiyo huenda yakatupunguzia sifa ya kupata hiyo mikopo kwa urahisi kama tulivyopata muhula wa kwanza wa awamu hii, muhula wa kwanza wa awamu hii kuwa tunapata sana kwa sifa zetu kwa msimamo wetu kwa kazi tunavyofanya, lakini doa tulilojitia huenda likaturudisha nyuma. Rais Samia ameongeza kusema kuwa uchumi wa Tanzania bado unategemea kwa kiwango kikubwa mikopo ya nje, na kwamba sintofahamu ya kisiasa iliyojitokeza inaweza kupunguza imani ya taasisi hizo. Rais Samia amewaambia mawaziri hao kuwa serikali yake imejipanga kurekebisha hali hiyo na kusisitiza kwa sasa miradi ya maendeleo katika muhula wa pili wa serikali ya awamu ya sita itaanza kutekelezwa kwanza kwa nguvu za ndani za kiuchumi. Wadadisi wa masuala ya kisiasa nchini Tanzania wanasema kuwa kauli ya Rais Samia inatoa ujumbe kwa wananchi kuwa hali ya kiuchumi itakuwa ngumu kwa kipindi hiki. Maliseli Hamduni ni mchambuzi wa masuala ya kisiasa akiwa Mwanza Tanzania, anasema anatoa ujumbe wa moja kwa moja juu ya, ya uzito wa uchumi ujao, kwamba anawaeleza wananchi wafunge mkwiji ndio hapo maana yake kwamba uchumi utakuwa sio rahisi na si mwepesi, na hauendani na utamaduni tuliozoea wa kupokea, na pengine serikali inalazimika kwa namna moja au nyingine kutumia njia ambazo zitakuwa za kuminya au kudhibiti mambo. Kudhibiti mambo ni pamoja na kodi pengine kupanda, yaani lazima tukubaliane nalo. Mabadiliko ya baraza la mawaziri yaliyofanywa na Rais Samia yamekuja katika kipindi ambacho serikali inakabiliwa na changamoto za kurejesha hali ya utulivu na kuimarisha uchumi baada ya kipindi cha misukosuko kisiasa iliyosababisha vifo vya watu, majeruhi na uharibifu wa mali. Deo Kaji Makomba, DW Dodoma. Ndio Kaji Makomba, hmm, Makomba huyo na taarifa hiyo ambayo imeangazia hotuba ya rais Samia hii leo ambapo amekiri kwamba kilichotokea nchini humo kime itia doa Tanzania na bila shaka huenda kikawa na athari zake kwa nchi hiyo. Tuelekee sasa katika kuitazama ziara ya mwanamfalme Muhammad bin Salman wa Saudi Arabia. Mtawala huyo mkuu wa nchi hiyo ya Saudi Arabia atakutana hivi leo na rais wa Marekani katika ikulu ya White House katika ziara ya kwanza kuwahi kuifanya tangu kuuawa kwa mkosoaji wake mkubwa Jamal Kashoji huko Istanbul nchini Uturuki. Ziara ya Bin Salman imekuja katika wakati baraza la usalama la Umoja wa Mataifa limeupitisha mpango wa rais Donald Trump kuhusu kusimamia usalama wa Ghaza. Je, ziara hii ina umuhimu gani? Nimezungumza, nimemuuliza swali hilo na mengine mchambuzi wa siasa za kimataifa Abdul Fatah Musa kutoka Tehran, na alikuwa na mtazamo ufuatao. Naam, ni ziara yenye umuhimu kwa kuzingatia kwamba ni miaka minane imepita tangu Muhammad bin Salman, mrithi wa kiti cha ufalme, ia kufanya ziara nchini Marekani, kwa kuzingatia kwamba wakati alipotokea mauaji ya Jamal Khashoggi, uhusiano wa Marekani na Saudi Arabia uliingia doa wakati wa kipindi cha urais wa Joe Biden, ingawa hatimaye hali iliboreka kidogo. Kufanyika ziara hiyo hivi sasa, kwanza, kwa upande mmoja ni ishara ya kuboreka tena na kwa kiwango cha juu uhusiano wa pande hizi mbili, ambao ni uhusiano wa jadi. Na hasa tusisahau pia kwamba rais Trump mara baada ya kuingia madarakani alifanya ziara ya ghafla katika eneo la Mashariki ya Kati na miongoni mwa nchi muhimu alizotembelea ilikuwa ni Saudia kama ulivyogusia kwamba ziara umeitaja ya uh, Rais Donald Trump Saudi Arabia, na vile vile umegusia hii kwamba ni ziara inayofanyika baada ya kushuhudiwa eh, kipindi cha mvutano kati ya Marekani na Saudi Arabia eh, kutokana na kisa hiki cha Kashoji. Lakini mtu anajiuliza kwa nini Trump anamkumbatia bin Salman? Rais Trump anamkumbatia Bin Salman kwa sababu mbili za msingi. Ya kwanza kabisa ni sababu ya kiuchumi. Tunajua kwamba Rais Trump kama ambavyo amejionyesha katika vipindi vyote viwili hivi vya uongozi wake ni mtu ambaye anaangalia zaidi mbele masilahi ya kiuchumi ya Marekani, kama anavyosema mwenyewe sera yake ya Marekani kwanza. Lengo kuu la sera hiyo ni kuinufaisha zaidi Marekani kwa namna yoyote na katika hali yoyote. Kwa hivyo, inajulikana kwamba Saudia ni mzalishaji mkubwa zaidi wa mafuta katika eneo la Mashariki ya Kati, kama alivyosema Hani, katika ulimwengu mzima lakini kwa upande wa pili, jambo ambalo linalofanya rais linalomfanya Rais Trump aikumbatie sana Saudi Arabia na Muhamad bin Salman kama kiongozi mkuu wa sasa ni suala zima la amani ya Mashariki ya Kati na hasa huu mpango wake alioanzisha unaoitwa wa Abraham wakode au wa mkataba wa, wa Abraham, ambao lengo lake kuu ni kuhakikisha kwamba nchi mbalimbali za kiarabu za kiislamu zinaanzisha uhusiano wa kawaida na Israeli. Ukiliitaja okay, suala hili la mkataba wa Abraham tunafahamu kwamba mpaka sasa Saudi Arabia e, ni miongoni mwa nchi ambazo hazija kukubali moja kwa moja e, katika kurudisha uhusiano wake na Israel kufuatia mkataba huo. Unadhani kwamba hii ni sehemu pengine ya kujaribu kumshawishi e, Mohamed bin Salman hatimaye kukubaliana na ambacho Marekani inakitaka kuhusiana na Israel? Bila shaka Rais Trump atalifanyia kazi suala hilo, na tusisahau kwamba katika suala zima hili la mkataba wa wa, wa, wa Abraham Saudi Arabia nayo imekuwa inalitumia kama ni karata yake ya kisiasa ya kujaribu kuivuta Marekani au kuishawishi Marekani iisaidie Saudia na ihakikishie Saudia suala zima la usalama wake katika Mashariki ya Kati. Naam, huyo alikuwa ni Abdul Fatah Musa kutoka Tehran, kama alivyozungumza nami kuhusiana na ziara ya mtawala mkuu wa Saudi Arabia mwanamfalme Mohammed bin Salman huko Washington. DW, tunavuma kwa kishindo. Na turudi Afrika Mashariki kutazama ule tuliokuarifu kuwa ni mshikamano uliojitokeza kati ya Wakenya na Watanzania kisiasa kati ya raia wa pande hizo mbili mpaka Wanamanga ambao unazitenganisha nchi za Kenya na Tanzania kwa kawaida ni kituo muhimu kinachounganisha nchi hizo mbili Afrika Mashariki, ukiwa siku zote umechangamka kutokana na biashara. Lakini wakati wa uchaguzi mkuu wa Oktoba ishirini na tisa nchini Tanzania, eneo hili liligeuka kuwa uwanja wa makabiliano na njia ya kuonyesha mshikamano wa kisiasa kati ya raia wa pande hizo mbili. Ripoti iliyoandikwa na Mohamed Halef, inasoma studioni na Sylvie skarimira haikuwa na manga ambayo kawaida ni kitovu cha biashara baina ya nchi mbili jirani, isipokuwa uwanja wa maandamano ya vijana wa Kenya wakitishia kuingia Tanzania kwa nguvu kwa kutaka kuwatetea wapinzani wa, wa serikali ambao vijana hao walisema walikuwa wametengwa kando katika uchaguzi mkuu wa nchini Tanzania. Safari hii vijana wa Kenya walitaka kuvuka mpaka si kwa biashara kama kawaida, bali kuonyesha mshikamano wao na kambi ya upinzani nchini Tanzania. Makabiliano yakazuka na baadhi ya maisha yakapotea na wengi kujeruhiwa vibaya. Ah, hapo watu ila ndio askari walikuwa wanatupiga, askari walikuwa wanatupiga na hizo pia gasi, mjomba wangu, yaani mpaka wameshawapiga wa Kenya wanapiga marisasi mjomba wangu, imeenda imeenda vibaya sana. Siku ya leo, kuona hali ikizidi kuharibika, polisi wa Kenya waliingilia kati na kuzuia umati wa vijana hao kutoka Kenya kuingia Tanzania. Hali hii iliyoshuhudiwa katika mpaka wa Namanga inaashiria kuwa ukosefu wa amani katika nchi moja unasambaa katika nchi jirani na pia mapambano ya demokrasia yanavuka mipaka. Serikali ya Tanzania ilitumia mbinu ilizoeleka kwenye mataifa yenye tawala kama zake kwa kuzima mawasiliano ya mitandaoni. Kitendo hiki cha kuzima mitandao yote kiliyafanya mawasiliano kuwa magumu na watu wasijue kile kilichokuwa kikiendelea ndani ya taifa hilo la Afrika Mashariki. Hata hivyo, watetezi na wanaharakati wa haki za binadamu pamoja na waandishi wa habari mjini Nairobi waliingilia kati kwa kile walichoamini ni kuwasaidia raia wa Tanzania kwa kusambaza picha na video walizozipata kutoka huko ambazo walihisi serikali ya Tanzania ilikuwa ikijaribu kuzificha. Mwandishi mkongwe wa habari nchini Kenya Yasini Juma alisema huu ulikuwa ni wakati mgumu. Uh, vurugu zikiendelea nchini Tanzania uh, wanaharakati hao wali waliweza kujipanga kufanya mikutano misururu ya mikutano mjini Nairobi kuelezea dunia yaliyokuwa yakijiri Tanzania haswa ikizingatiwa kuwa vyombo vya habari nchini Tanzania havikuwa na sauti, kazi yao iliyofanya ulimwengu uendelee kuelewa jinsi haki za binadamu zilivyokuwa zinakandamizwa, ikiwa ni pamoja na namna vyombo vya usalama vilikuwa vikiwashambulia na kuwaua waandamanaji kisha kuficha miili yao. Hatua za mashirika ya kiraia nchini Kenya zilikwenda mbali zaidi kwa kushinikiza uwajibishaji wa viongozi wa Jumuiya ya Afrika Mashariki ili kutekeleza itifaki zao kuhusu utawala na haki za binadamu. Itifaki ya jumuiya hiyo inazitaka nchi wanachama kuhakikisha utawala bora, demokrasia na utawala wa sheria, pamoja na haki kwa wote. Lakini sasa wanaharakati wa Kenya wanasema Tanzania imepoteza imani hiyo. Swali linabaki pale pale, ikiwa nguvu na mshikamano huu wa kuvuka mipaka utafanikiwa kuwawajibisha viongozi ambao wanaonekana kujipanga kuimarisha tawara zao na kama hali hii inaweza kupanga upya mustakabali wa demokrasia katika jumuiya ya Afrika Mashariki. Na wewe msikilizaji, una maoni gani kuhusiana na ripoti hiyo ya kile kilichoonekana kama ni mshikamano wa kisiasa kati ya raia wa Tanzania na Kenya katika eneo hili la mpaka wa Namanga? Una maoni gani, lakini pia kuhusiana na ripoti zetu mbalimbali ulizokwisha kuzisikia, tuandikie kwenye majukwaa yetu mbalimbali unayoyafahamu. Tuelekee hivi sasa katika kuitazama hali ya Ukraine. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelenskyy ameanza safari za kidiplomasia akilenga kuyafufua mazungumzo ya amani na kupata msaada mpya wa kijeshi. Mwanzoni mwa wiki hii alitembelea Paris na kusaini makubaliano ya kununua ndege mia moja za kivita chapa Rafale kutoka Ufaransa, na leo hii anaelekea nchini Uturuki. Naja tomar ametukusanyia taarifa zaidi. Lengo la safari za Zelenski ni kufufua mazungumzo yaliyokwama kuhusu kumaliza vita vya Urusi vilivyoanza takriban miaka minne iliyopita. Uturuki ambayo iliwahi kuwa mwenyeji wa mazungumzo ya awali, imepanga kusimamia mazungumzo mapya yanayotarajiwa kumshirikisha pia mjumbe maalum wa Marekani Steve Witkoff. Hata hivyo Kremlin imesema wawakilishi wa Urusi hawatashiriki, ingawa raisi si Vladimir Putin yuko tayari kushiriki mazungumzo kati ya Marekani na Uturuki. Msemaji wa ikulu ya Kremlin Dmitry Peskov, amesema Ufaransa inaendelea kutoa msaada wa silaha kwa utawala wa Kiev. Paris bado inaendelea kuuchochea mzozo huu kwa kuunga mkono kijeshi Kuhusiana na jambo hili tunaweza tu kuonyesha masikitiko yetu. Haijalishi ndege zipi zinauzwa kwa utawala wa Kiev, hii haitabadilisha mwenendo unaoonekana, na sio tu na sisi, bali pia na wataalamu wote uh, wa kijeshi duniani. Wakati mazungumzo ya kidiplomasia yanaendelea, hali ya vita inazidi kuwa mbaya. Ukraini imezindua mashambulizi ya anga dhidi ya miundombinu ya nishati katika maeneo yanayokaliwa na, na mabavu na Urusi mashariki mwa mkoa wa Donetsk na kusababisha ukatika kwa umeme kwa mamia ya elfu ya watu. Urusi kwa upande wake, imeendelea na mashambulizi makali ya makombora ya drone ikilenga gridi ya umeme ya Ukraine kwa kiwango ambacho hakijashuhudiwa kabla. Hali hiyo inaonyesha ugumu wa vita inayoendelea, huku juhudi za kidiplomasia zinagongana na mvutano wa kijeshi, athari kubwa zikionekana kwa raia ambao wanaendelea kubeba mzigo mkubwa. Zelenski ana ndoto ya kuona vita hivi vinamalizika, lakini kwa sasa anajiandaa kwa majira makali ya baridi kali, ikiwa ni mara ya tano tangu vita kuanza. Wakati huo huo, dunia inasubiri kuona kama safari za Zelenski na mazungumzo ya Istanbul yatafungua njia ya amani au vita vitaendelea kuchukua sura mpya. Na Marekani imetangaza hivi leo kuzipatia nchi mbili za Afrika dawa mpya kupambana na maambukizi ya virusi vya ukimwi inayofahamika kama Lenacapavir. Na Zambia na Eswatini zitaanza kutoa chanjo hiyo wiki hii, ikiwa ni miezi kadhaa baada ya Rais Donald Trump kupunguza kwa kiasi kikubwa misaada ya kigeni. Bakari Ubena anasimulia zaidi. Zambia na Eswatini zilipokea kila mmoja dozi mia tano za chanjo hiyo ya Lenacapavir ambayo Marekani inapanga kupanua usambazaji wake kwa kushirikiana na shirika la kimataifa la kupambana na ukimwi, kifua kikuu na malaria pamoja na kampuni ya utengenezaji dawa ya Gilead Sciences. Jeremy Lewin, mratibu wa misaada katika wizara ya mambo ya nje ya Marekani, amesema wanapanga kufadhili dozi milioni mbili za dawa hiyo ya Lenacapavir kwa mataifa yenye kipato cha chini au cha kati kote barani Afrika, akisisitiza kuwa lengo la awali lilikuwa kulifanikisha hilo ifikapo mwaka 2028, lakini kwa sasa inaonekana huenda wakafanikisha lengo lao ifikapo katikati kati ya mwaka 2027. Lenacapavir ni tiba mpya ya sindano dhidi ya maambukizi ya virusi vya ukimwi VVU ambayo inahitaji kuchukuliwa mara mbili tu kwa mwaka. Kulingana na wataalam, hii ni hatua kubwa mno ikilinganishwa na matibabu ya sasa ya kutumia kidonge kimoja kila siku. Dawa hiyo imetengenezwa na kampuni ya Marekani ya Gilead Sciences na inaweza kupunguza kwa kiasi kikubwa idadi ya maambukizi mapya ya VVU hasa miongoni mwa wanawake wajawazito na wale wanaonyonyesha. Tangu aliporejea madarakani mwezi Januari, Trump amepunguza zaidi ya asilimia themanini ya misaada ya kigeni, akiitaja kuwa ufujaji wa pesa na hatua zisizo na maslahi Marekani na badala yake utawala huo umesisitiza kuwa utazingatia suala la utoaji misaada kwa nchi moja moja. Serikali ya Marekani tayari imepunguza ufadhili wake kwa programu zingine na za muda mrefu za kupambana na VVU na ukimwi, ikiwemo dawa za prep ambazo zililenga kuzuia maambukizi mapya ya virusi vya ukimwi miongoni mwa watu walio hatarini zaidi kupata maambukizi. Tangu mwaka elfu mbili na kumi juhudi za kimataifa ziliwezesha kupunguza maambukizi mapya ya VVU kwa asilimia arobaini lakini takwimu mpya za shirika la Umoja wa Mataifa la kupambana na ukimwi UNAIDS zilionyesha kuwa maambukizi mapya yapatayo milioni moja nukta tatu yalitarajiwa mwaka jana. Daniel O'Day mwenyekiti na mkurugenzi mtendaji wa kampuni ya Gilead Sciences amesema juhudi zinaendelea ili kuidhinisha usambazaji wa dawa hiyo mpya ya kupambana na virusi vya ukimwi ya Lenacapavir katika mataifa ya Botswana, Kenya, Malawi, Rwanda, Namibia, Tanzania na Zimbabwe. O'Day amesema hii ni hatua kubwa na ya kihistoria, na kwamba ni mara ya kwanza kushuhudia Afrika ikipokea dawa ambayo ndiyo tu imeidhinishwa na mamlaka za Marekani. na wale ambao mnajiunga nasi hivi sasa, ni wakumbushe tu kwamba tuna matatizo leo ya kiufundi. Kwa wale mnaotufuatilia YouTube, huko na Facebook, hamtuoni sura zetu, lakini mnaotusikia bado tunasikika kwa kishindo kabisa. Uzuri sura yako bado wanaikumbuka. Kwa hiyo e, uko sawa mpaka hapo. Njama umepitia pitia mitandaoni, kuna yapi Mitandaoni kuna mengi, lakini nianzie pale Tanzania. Rais Samia Suluh Hassan amesema matukio ya ghasia na vurugu zilizotokea wakati wa uchaguzi wa Oktoba ishirini na tisa yameitia doa taifa hilo, mm -hmm. na huenda yakapunguza sifa yake ya kupata mikopo kwa urahisi kutoka taasisi za kimataifa. mm -hmm. Kauli hii imeibua gumzo kubwa mitandaoni. mm -hmm. Lakini mbali na hilo, pia Rais Samia amemteua jaji mkuu mstaafu wa mahakama ya Tanzania Muhamed Chande Okay. E, kuchukua na tume ama kusimamia tume huru ya kufanya uchunguzi wa matukio ya uvunjifu wa amani yaliyotokea wakati na baada ya uchaguzi. Bila shaka hilo nalo lina maoni ya wafuatilia, yani taarifa hizi mbili zimeunganishwa, alafu mm. watu wanajaribu kutoa maoni yao kuhusiana na matukio ambao wanayaona. mm. wengine wanaita sarakasi, wengine wanasema nchi sasa haieleweki kama ipo juu chini. mm. lakini kuna mmoja hapa katika maoni tumechapisha katika mtandao wetu wa Facebook mm. kule na Instagram, anaitwa Mamota G Mamota, anasema mdomo koma, usije ukaniponza buri <laughs> Hee he, anasema he. mm. hana wakili Robin <laughs> Dev e anasema mikopo ya nini ikiwa tunavyo vingi vya kuweza kutupatia mapato mm. na George Nkana yeye anasema unawaza mikopo tu, na wakati unayo bandari, gesi, mbuga za wanyama, madini, mlima wa Kilimanjaro na rasilimali lukuki katika taifa lako. mm. hebu tufafanulie zaidi maoni haya mm -hmm. Sasa tukiachana na hayo e, tuelekee kule nchini Kenya e, Saumu. mm. ni zoezi la usajili wa polisi nchini humo linaendelea kuanzia jana Jumatatu. mm -hmm. na sasa hivi katika vituo mia nne na ishirini na saba zoezi hili linaendelea mm -hmm. e, katika zoezi hili wanatazama kielimu, kimwili, unaweza kufanya e, mbio, kimina, vigezo. mbio vigezo gani? mm. sasa baadhi ya watu ambao wamejitokeza pale wamedai kwamba zoezi hili linaendeshwa kwa ndia ambayo haieleweki. mm -hmm, mm -hmm. Hii ni baada ya video fulani kuzembea kule mitandaoni ya kijana Idris Kiprop mm -hmm, akikosa kujumuishwa kwa sababu ya kimo mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Sasa yeye anasema huyo ambaye anampima kimo <laughs> amemzidi kimo, yeye amesajiliwa vipi? Kwa hiyo mengi yanazungumzwa, umekaisbiuriaka maswali ya kuleta kidogo mgongano wa fikra. Anasema amejaribu kwa miaka minane kupata nafasi katika polisi mm. E, kama hataambiwa, tatizo ni kwamba hawezi kufunga jicho moja, yengine asifunge mm -hmm. basi leo mm -hmm. ameambiwa ni kwa ajili ya kimwa. Amekasirika sana, amefyoa paka basi. Kwa kweli Idris, nafikiri Wakenya wengi wako pamoja na wewe kutokana na maoni ambayo tumeyaona kwenye mitandao o vijana wanalalamika mm. Wanapambania kile ambacho wanaamini wanastahili kukipata bila vigezo hivyo mm. Sasa tuangalie ujumbe Saumu kwenye mitandao yetu. Kwanza kwenye YouTube kuna msikilizaji hapa anasema, asante sana Dkt. Vele, kwa habari motomoto, nawapata vizuri nikiwa Babati Tanzania. Ni Hamisi Juma huyo. Saitoti Koduni yupo Dar es Salaam, anasema naye, anasema tuzidi kuiombea nchi yetu ipate haki. Josephine Kitama naye yupo Tanzania pia anasema wananchi Tanzania wanataka tume huru na huyu Sehewa Chalo akiwa Dodoma anasema ni kitu kizuri kufanya maridhiano ili kulinganisha taifa letu. Mbaga Mbagaa akiwa Geita anasema ni muda wetu sasa wa Tanzania kuendesha nchi yetu bila kutegemea mikopo kwa kutumia rasilimali zetu. Nielekee kule Facebook na Mwana Magufuli Jikono anasema Tanzania, uteuzi wa rais Samia upo sawa, ni vyema viongozi aa walioapishwa wafanye kazi kwa maslahi masilahi mapana ya Watanzania. Kabla sijamaliza, Bibi Selina anasema hivi utajiri wa kutu hauhitaji misaada kutoka nje. Kodi zetu zinatutosha sana, kwa hiyo yu yeye yuko tayari kulipa kodi. Asante sana msikilizaji kwa kutufuatilia hadi wakati huu. Mimi ni saumu Masimba, saumu njama alikuwa upande ule. Kwa heri, mlikuwa mkisikiliza matangazo ya jioni ya Deutsche Welle idhaa ya Kiswahili ambayo huanza saa 12 na kumalizika saa 12 na dakika 30 jioni. Tulikuwa hewani kupitia satelit Badry 8, Utelsat 8 wb, Hotbird 13g na Ses5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuwa geni. Kwa herini.